Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la Oktoba mosi mwaka 2025, limeeleza mkasa huo ulivyokuwa na kuleta simulizi ambayo naifafanua hapa kwenu watazamaji wa DM Media. Endelea kufuatilia kisa hiki kutoka kwenye gazeti la Mwananchi lilivyoripoti kwa kina namna hukumu hiyo ilivyotolewa na hivi ndivyo ilivyokuwa. Ukimya ulitawala leo katika Mahakama Kuu, Masjala Ndogo Dar es Salaam, iliyoketi katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, baada ya Sophia Mwenda miaka 64 na na mwanaye wa kiume Alphonce Magombola miaka 39 kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Washtakiwa hao wamehukumiwa adhabu hiyo baada ya kupatikana na hatia ya kumuua Beatrice Magombola, binti wa mama huyo. Hukumu hiyo ilitolewa jana na Hakimu Mkazi Mkuu Meri Mlio aliyepewa mamlaka ya nyongeza kusikiliza kesi hiyo ya mauaji ambapo upande wa mashtaka uliwasilisha mashahidi 23 dhidi ya washtakiwa hao. Sophia na mwanaye wanadaiwa kumuua Beatrice Magombola ambaye ni binti wa kwanza wa Sophia kwa kumchoma kisu chini ya titi, tukio wanalodaiwa kulitenda Desemba Mosi, mwaka 2020 eneo la Kijichi, wilaya ya Temeke, Dar es Salaam. Washitakiwa hao wanadaiwa kumuua Beatrice na kisha mwili wake kwenda kuutupa eneo la Zinga, Bagamoyo mkoani Pwani. Katika maelezo yake ya onyo aliyoyatoa kituo cha polisi Oster Bay, katika maelezo yake ya onyo aliyoyatoa kituo cha polisi Oster Bay, Sophia alikili kumuua mtoto wake huyo ili asiende kutoa ushahidi katika kesi iliyofunguliwa na mmewe Douglas Magombola, baba yake na Beatrice, ambaye ilitokana na mama huyo kuuza nyumba iliyopo Mbeya akishirikiana na Alphonce bila kuishirikisha familia. Inadaiwa kuwa nyumba hiyo ya familia iliyopo Mbeya iliuzwa kwa shilingi milioni 45 na Sophia akishirikiana na Alphonce walichukua fedha hizo bila kumpa taarifa mume wake, hali iliyopelekea Magombola mume wa Sophia kufungua kesi mahakamani, na katika fedha hizo Sophia alipewa shilingi milioni 12 ambapo alitoa shilingi milioni moja na kumpatia bintie Recho ambaye alikuwa anasoma na kiasi kilichosalia alichukua Alphonse. Akipitia ushahidi wa mashahidi 23 na, na upande wa mashtaka pamoja na vielelezo mbalimbali, Hakimu Mlio alisema hakuna aliyethibitisha kwa macho kwa kuona washtakiwa wakitenda kosa hilo, lakini ushahidi uliopo mahakamani ni wa kimazingira ambapo pia una kanuni zake kwamba hakutakiwi kukatika chain yaani mnyororo, wakati wa kuuthibitisha. Na mnukuu ushahidi wa jamhuri uli, ulioonyesha kuwa mwili uliookotwa katika eneo la Zinga huko Bagamoyo na kupelekwa kuchunguzwa na baadaye ulizikwa na halmashauri ya Bagamoyo, alisema hakimu Mlio mwisho wa kumnukuu. Akiendelea kupitia ushahidi huo, alisema washtakiwa waliunganishwa na tukio hilo la mwili kuokotwa eneo la Zinga baada ya kukamatwa na kuhojiwa na ilionyeshwa kwamba katika maelezo yao ya onyo walikiri kuua na kwenda kutupa mwili huo eneo la Zinga, hakimu Mlio alisema. Pia askari aliyetoa ushahidi ambaye alichukua maelezo yao ya onyo, kupelekwa eneo la tukio na kuhusisha mwili uliookotwa eneo la Zinga Bagamoyo, ambapo walifukua kaburi na kutoa mabaki ya mwili na madaktari walichukua taya na kwenda kupima sampuli hiyo na kuoanisha vinasaba vya na kuoanisha vina saba vya baba mzazi wa Beatrice, na mnukuu, baada ya taa ya kupelekwa maabara, mkemia mkuu wa Serikali walipowawanisha vinasaba vya baba mzazi wa Beatrice, ulibainika kuwa mwili huo ulikuwa ni wa bintiye, alisema Akim Mlio. Katika ushahidi wa daktari aliyepima mwili wa Beatrice na kuangalia chanzo cha kifo pamoja na ripoti aliyoitoa imeoana na maelezo ya onyo ya washtakiwa jinsi walivyotekeleza mauaji ya Beatrice. Kwa mujibu wa ushahidi, hakuna ubishi kuwa Beatrice aliuawa na waliomuua ni watu ambao wapo hapa mahakamani na hakuna ubishi kuwa baada ya kuua walienda kuutupa mwili wa Beatrice. Hivyo ni dhahiri kuwa walikuwa na nia mbaya, alisema kimumlio. Hivyo kwa ushahidi huo wa kimazingira mahakama hii inawatia hatiani washitakiwa wote kwa kosa hili la mauaji ya kuua kwa kukusudia, alisema kimumlio. Mwisho wa kumnukuu. Hata hivyo awali, kabla ya kutolewa adhabu hiyo, wakili wa serikali mwandamizi Daisy Makakara ametoa sababu tano kwa nini mahakama inatakiwa itoe adhabu kali kwa washtakiwa hao. Sababu ya kwanza, alisema, namna washtakiwa walivyofanya mauaji ni kwa kutumia kisu, silaha ambayo ina nchakali, na walithibitisha nia ya kutenda kosa hilo. Sababu ya pili ni kutokana na sehemu waliyomchoma kisu Beatrice, ambapo ni chini ya titi la kushoto Washtakiwa hawa walionyesha ni dhahiri nia yao ni mbaya. Namnukuu mheshimiwa hakimu, washtakiwa hawa baada ya kutupa mwili wa Beatrice Zinga na kusema uongo walijipatia pesa kwa udanganyifu kutoka kwa watu mbalimbali, wakitoa taarifa za uongo kuwa Beatrice ni mgonjwa, na inaonyesha kuwa hawakujali wala kuwa na maumivu ya damu ya Beatrice iliyomwagika, alidai mwisho, wakili Makakala. Wakili Makakala aliomba mama na mwana huyo wapewe adhabu kali ili iwe fundisho kwa washtakiwa wengine na watu wengine katika jamii wanaoweza kutenda makosa kama hayo namnukuu, na watu wengine waweze kujua kuwa hata mama mzazi au ndugu wa damu anaweza kukutenda unyama kama huu, hivyo tunaomba mahakama itoe adhabu kali ili iwe fundisho kwao na kwa wengine, alidai wakili Makakala, mwisho wa kumnukuu. Kwa upande wa utetezi, wakili Hida Mushi alisema hana cha kusema kwa kuwa sheria ipo wazi na adhabu ya kosa hilo ni moja, hivyo hana cha kuzungumza. Kwa upande wake, wakili Godwin Fiso anayemtetea Sophia alidai kuwa anaomba aingizwe kwenye rekodi ya mahakama kuwa anakusudia kukata rufaa. Hakimu Mlio, baada ya kusikiliza shufaa za pande zote mbili, alikubaliana na maombi na sababu za Jamhuri. Alisema mujibu wa sheria adhabu kwa kosa la mauaji ni moja tu, anayo ni kunyongwa hadi kufa, na mikono ya majaji na mahakimu imefungwa na sheria na kipengele hicho cha adhabu ni kigumu, lakini ni suala lililowekwa kwa mujibu wa sheria, na mnukuu. Hivyo washtakiwa wote wawili na wahukumu adhabu ya kunyongwa hadi kufa kila mmoja, alisema hakimu Mlio, mwisho wa kunukuu. Licha ya kutolewa adhabu hiyo, ndugu wachache waliojitokeza mahakamani hapo walionekana kawaida, tofauti na hukumu nyingine za mauaji zinapotolewa, ambapo ndugu, jamaa na marafiki wangu wa nguo vilio. Lakini pia hata washtakiwa hao, baada ya kuhukumiwa adhabu hiyo ndani ya kizimba cha mahakama ya wazi namba moja, walionekana kawaida na wakajifunika nguo usoni. Hivyo ndivyo hukumu ya kunyongwa hadi kufa ilivyotolewa kwa watuhumiwa hao.